Kulingana na jaji mkuu Willy Mutunga, kesi ya rufaa katika mahakama ya juu kuhusu kustaafishwa kwa naibu jaji mkuu Kalpana Rawal na jaji Philip Tunoi itasikilizwa Alhamisi hii na majaji watano saa nne asubuhi. Willy Mutunga amemwagiza msajili mkuu wa mahakama kuarifu wahusika wote katika kesi hiyo kujiwasilisha kesho ili kupewa mwelekeo wa kesi hiyo. Siku ya Ijumaa, mahakama ya rufaa iliamuru kuwa Kalpana Rawal na Philip Tunoi wastaafu mara moja baada ya kutimiza umri wa miaka sabini jinsi inavyohitajika. Lakini dakika chache baada ya uamuzi huo, Jaji Njoki Ndungu alitoa agizo la mahakama ya juu na kusimamisha uamuzi huo hadi kesi ya rufaa dhidi ya uamuzi huo isikilizwe na kuamuliwa. Wawili hao walikuwa wamewasilisha kesi kupinga kustaafishwa kwao, wakisema kuwa wanafaa kustaafu watakapotimiza umri wa miaka sabini na nne kulingana na katiba ya zamani kwani wanadai waliajiriwa kwa msingi wa katiba hiyo. Awali, jaji Njoki Ndungu alitaka kesi hiyo ianze kusikilizwa tarehe 24 mwezi ujao, tarehe ambayo ilifaa kufika baada ya jaji mkuu Willy Mutunga kustaafu tarehe 16 mwezi ujao. Baadhi ya wadadisi wanahisi kuwa ugumu huu wa wawili hao kustaafu unaonekana kuchochewa na harakati za kurithi nafasi ya Mutunga hatakapo staafu. Vincent Odwor, QTV.